Lakini wanachama na wananchi kwa ujumla, tunajua tulikotoka miaka kumi iliyopita, tunajua tulipo, na sasa tuna safari ya kuendelea mbele. Mimi ninaamini maendeleo huwa hayajai, au siyo ndugu zangu? Wakati ule tulikuwa tunawaza kuzungumzia barabara ya kutoka Mpomvu kuja Mbabani, barabara tukajenga, imefika mpaka Kaseni. Lakini wakati tunaingia hatukuwa na barabara zilizokuwa zinaunganisha mitaa. Leo tuna barabara zinaunganisha mitaa. Lakini tulitoka huko tukawa na shida ya uhitaji wa shule za msingi, nyie ni mashahidi, shule nyingi sana za msingi tumejenga. Lakini kama mtakumbuka, tulikuwa na sekondari moja peke yake ya Shantamaini na ni sekondari ambayo pia haikuwa katika ule ubora ambao tuliutarajia watoto wetu wapate elimu. Ninayo furaha kusema leo hii shule yetu ya Shantamaini, wakati mimi naingia, ni watoto watatu peke yake waliokuwa wanaenda kidato cha tano. Leo nilivyosimama mbele yenu, tunapeleka kidato cha tano katika shule ya sekondari ya Shantamaini watoto 170. kwa sababu tumefanya maboresho makubwa. Wakati tunaingia ile shule ilikuwa na hosteli moja, lakini leo tunapozungumza hapa tuna hostel kumi na tatu katika ile shule. Lakini ninakumbuka bado tulikuwa na shida ya kuwepo na shule moja sekondari. Mimi nataka niwaambie leo hii nilivyosimama mbele yenu tuna shule tatu za sekondari katika kata ya Mtakuja. Tumejenga Mtakuja Sekondari na sasa tuna shule ya kipekee inaitwa Mbabani Sekondari. Tujipongeze kwa pamoja. Lakini wakati ule ninaingia katika nafasi hii ambayo nyie mliridhia nipeperushe bendera ya Chama cha Mapinduzi, Hatukuwa na huduma yoyote ya afya katika kata yetu ya Mtakuja. Tunaposema huduma, hatukuwa hata na zahanati. Miaka kumi sasa tuna zahanati tatu na zote zinafanya kazi <coughs> Lakini kama hilo halitoshi, leo katika kata ya Mtakuja nyie wenyewe ni mashahidi, juzi mwenge wa uhuru umezindua kituo chetu cha afya. Tujipongeze kwa pamoja <coughs> Pamoja na hayo, leo hapa Mbabani tuliposimama, hatukuwa na umeme katika mitaa saba, hatukuwa na umeme leo. Mitaa sita ina umeme, tumebakiza mtaa mmoja wa Buhegule, ambao nataka niuhakikishie, katika jitihada zangu zote na katika vipaumbele vyangu vyote, katika miaka mitano ijayo ni kuhakikisha kwamba umeme unafika, si tu unafika kwenye mitaa yetu, lakini unafika kila mtu mwenye uhitaji wa umeme lazima upate. Ninatambua, ninatambua kwamba ni kweli umeme upo baadhi ya mitaa yetu, lakini kuna baadhi ya wananchi bado hawajaunganishiwa umeme. Ni kweli? si kweli? nataka niuhakikishie wala ile halitahitaji miaka mitano nataka niuhakikishie ndani ya siku tisini zijazo, au na mimi niseme ndani ya siku mia moja zijazo, tutaendeleza tena kusambaza nguzo za umeme katika mahala ambako nguzo hazijafika. Randi huyu mkimpigia kura nyingi, mtapata diwani wa viti maalum ambaye akina mama atawasimamia vikundi vyenu, ambapo akina mama atawasimamia. Pigeni kura kwa Morandi, kura za ndizo za kutosha, nyingi sana Shinda huyo ni adui. Naomba niseme, mna diwani mchapakazi, mna diwani mwenye maono, mna diwani mwenye uwezo, mna diwani ambaye hana tamaa. Kila anachokipata kutoka halmashauri anakileta kwenye kata yake, kila akipata mia mbili na mia tatu analeta kwenye kata yake. Halafu kuna watu wengine wanaanza kumbeza, unaweza ukambeba ukambeza? Huyu baba huyu, jamani, jamani, babawa na mama y unambeza kabisa huyu Mnataka tumkate mpate mtu, tumpate wapi mtu mzuri kama huyu?